Baba. Yeah. Samani, kuna kitu niliomba kujua kutoka kwako. Wewe usiombe samani, iwe gamba. Eh, hey, baba. Mimi nilizaliwa au nilitengenezwa? Kwa hiyo nyenanyo kutuka kukora, tuka tukaiga ita kutoka kubumba. Iwe ni gamba bikiye bika nda ukushoboke. Kwa hiyo uko kuwona nkaa imamkozirode baba. Sasa kama ulituzaa, kwa nini kuna utofauti mkubwa na wengine? Mimi najua mtoto akizaliwa anapewa shamba, akikua anapewa mtaji wa kuanzisha biashara yoyote. Sisi tuko hapa, mimi nimekua Natamani hata mimi nioe. Lakini hata sehemu ya kujenga nyumba ya bati moja sina, aona kwa hiyo nyengenda kuigira enjuu nkuretere toina magurugamaguru gona gakaga toinatoshomirekashoma wagovarasaba yakurema mbwenu nojanondeterangu kwa hiyo enju kwahyenju kai. Mimi hii nyumba nkeyombekera baba. Kumbuka hata hiyo la saba unayoizungumzia, isingekuwa nguvu za mama, nisinge soma hiyo la saba. Oli karoga mbile baba, nyoko si nyoko akashwera, aka, nyoko aka aka na nkamsh nkamshwera na mleto mwange. nnnyenyina amadaraka, amamura. Nyoko no ndetele bya nyoko. Nyoko akashwera. Lakini mama anaonekana kupambana kuliko hata wewe baba yangu. Ni vyo wande. Yaani wanyetaka kunjuma, tiku Ha, apana mama. Yaani mama yawe namlenga nani, ina maana mama ameyavaa mabiagire ilembe, ameyavaa majukumu ya baba. Sasa mama angu kwa sababu amepambana, nimemaliza la saba, akaishiwa hana namna ya kunipeleka kuniendeleza na masomo yangu tu ndio maana nikauliza, kama kama nimezaliwa au umetengeneza kama tofali tu umeweka hapo basi. Yani umemaliza. Baba alinipeleka mama shuleni <coughs> ndio simba agamba simba simba ya asinga nikakumbi watoto wengine wanapewa mashamba, unaona wanapewa mitaji, wanasomeshwa, lakini wewe hakuna ulichokifanya zaidi ya kumwachia mama tu ndo asimamie kila kitu. inywe ninywe muwaba sumu ninyo ninywe muwaba zaire sumu vafe mutware vyavo ninyo sasa baba na nakuboine tali yacho wakugamba yani nya nikare nyanda ya nakufa ni ruwe gamba bayitu kuzana nakunensika sasa baba, sasa baba. Hata ukifa hata nikifa, kumbe ni kifwa, kumbe yaani yaani, unaniambia hata nikifa kifwa waviulila

Sasa wewe, wewe, wewe, unatetea nini? unatetea nini? Au mureke yagamba mfe. Na wewe yani, na wewe, hata ukikua hautoweza kuisimamia familia yako. Tunamwambia ukweli, tunamwambia ukweli.